Ikiwa leo ni Mei 30 ya mwaka wa 2025, siku ya Ijumaa. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo kujifunza Biblia. Leo tutatafakari zaidi. Mwandishi anasema soma Zaburi ya 133, Matendo 1 aya 4 hadi ya 9, na Ufunuo sura ya 5 aya 4 hadi ya 7. Wakati wa wahenga wa imani, msukumo wa Roho Mtakatifu mara nyingi ulikuwa unaonekana wazi na kwa nadra sana si kwa ukamilifu. Sasa kwa kulitii neno la Mwokozi, wanafunzi waliwasilisha maombi kwa ajili ya karama hii kwa unyenyekevu, na kule mbinguni Kristo alikuwa akiwaombea pia, alikuwa anadai karama ya roho huyu ili aweze kuimwaga karama hiyo kwa watu wake. Ellen G. White matendo ya mitume sehemu ya kwanza ukurasa 29 wanafunzi waliagizwa kumshuhudia kristo hata mwisho wa nchi matendo sura ya 1 ya 8 kazi ambayo imetangaza kurudi kwa kristo matayo 24 aya 14. tunapaswa kuendeleza kile walichokianzisha kristo alipotuambia tuipeleke injili ulimwenguni hakutuacha peke yetu ili tujue wenyewe jinsi ambavyo hilo lingetokea Kazi hii inaongozwa kutokea patakatifu pa mbinguni. Kazi yetu inakamilishwa kabisa ndani ya Kristo. Anatuongoza na kutuwezesha. Hii ni kazi yake, si yetu. Tunatakiwa kufuata uongozi wake. Utagundua, hivi ndivyo ilivyofanya kazi kwa Israeli. Mungu aliwataka kufuata maagizo yake na kisha akafanya yasiyowezekana yatokee. Roho tayari anatenda kazi ndani ya mioyo ya majirani zetu tunatakiwa tuwepo wakati wa kufanya uamuzi unapofika, ili tuweze kuwaalika wajiunge na watu wa Mungu wanaposimama pamoja na mwanakondoo juu ya mlima Sayuni. Hatupaswi kubuni njia na mbinu mpya, kwa sababu hatujawahi kuisimamia kazi hii. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: kuna watu wengi ambao hawajafikiwa ingawa ujumbe wa malaika watatu umeenea ulimwenguni kote. Darasani, jadili jinsi sisi kama kanisa tunaweza kutimiza vyema kazi ambayo Kristo anatutuma kutimiza. Tunawezaje kujifunza kutokata tamaa wakati ingali kweli kwamba bado watu wengi sana hawajasikia kweli hizi kwa siku za mwisho? Swali la pili, katika Ufunuo sura ya tano Yohana anashuhudia kitabu kilichotiwa muhuri akipewa mwanakondoo kwa sababu anastahili. Wakati mihuri katika kitabu inapofunguliwa katika ufunuo sura ya sita, tunaona historia ya kanisa la agano jipya ikitabiriwa waziwazi wazi hadi mwisho wa wakati. Kutokana na maelezo haya, ni masomo gani tunaweza kujifunza kuhusu njia ambayo Mungu anakusudia kuimaliza kazi? Swali la tatu: ni matukio gani ya sasa tuyaonayo ulimwenguni yanayoweza kusababisha kwa urahisi kile tunachojua kinakuja katika ufunuo sura ya 13 na 14? vikwazo gani vimesalia? Hii ni Mei 30 siku ya Ijumaa, tafakari zaidi. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tunafikia tamati ya mada hii katika somo la 9, somo lisemalo katika Zaburi sehemu ya pili. Mungu atubariki sote na karibu tena.